Boti hiyo iliyotoka Benadibele kuelekea Kinshasa ilizama pwani ya eneo la Ilebo, kulingana na François Maneto, msimamizi wa shirika la raia eneo la Kole. Huko Sankuru. Boti lilikuwa linatoka Sankuru huko Kasai na lilikuwa na bidhaa abiria wengi sana ndani na nje. Kufika eneo la Longa, ndani ya maji kulikuwa na mti na likajigonga kwenye huo mti na kuzama, kutokana na ukosefu wa usawa, eh, sababu lilikuwa limepakia kupita kiasi. Watu hamsini tu ndio waliokolewa. Jana jioni miili 25 tayari kupatikana kutoka majini, yaani siku sita baada ya boti hiyo kuzama orodha la abiria wa boti hiyo linaonyesha kuwa abiria mia tatu na hamsini walikuwa ndani na ni abiria hamsini pekee ndiyo waliokolewa kulingana na Wili Woto, mratibu wa wilaya ya Ilebo katika sekta ya kupambana na rushwa. Inathibitisha kwamba kulikuwa na ajali ya boti baada ya injini tatu za boti hiyo kuzima. Kwa hofu, abiria walianza kujirusha majini na ni baada ya siku mbili ndiyo boti ilizama. Miili zaidi ya 23 imepatikana na kamanda wa kikosi cha majini alinipa idadi ya vifo vya watu wanaofikia 53 hadi 70 lakini orodha ya abiria inaonyesha watu 350 walikuwa kwenye boti hiyo. Ripoti kadhaa toka huko zinathibitisha kuwa ajali hiyo ilisababishwa na kuonekana ghafla kwa vimbunga vikali ambavyo viliacha nahodha kupoteza udhibiti wa boti, sababu ilikuwa imepakia kupita kiasi. Fredzi Nzilonge, Kinshasa, RFI Kiswahili.